Naomba nitoe wito kwa wadhamini na waoneshaji e, kwamba TCCIA e, Morogoro na ofisi ya mkuu wa mkoa inawaalika wafanya biashara, taasisi na wadau kuchangamkia nafasi zilizobaki za udhamini na uoneshaji, mchangia kwenye uoneshaji kwa, kwa hii shughuli e, kwa waliofanya booking ya kufanya malipo. Nafasi na chaki na zinatolewa kwa utaratibu wa mwenye kuai kama Ndugu zangu, naomba niwakumbushe kwamba hii ni fursa ya kipekee kuongeza mwonekano wa chapa yako, brandi yako, kampuni yako, na namna vile vile nzuri ya kuwafikia maelfu ya wageni ndani na nje ya mkoa wa Morogoro. Lakini pia tunakuja kwa ushirikiano wa kimkakati katika ukuaji wa biashara yako na uwekezaji wako na huduma unayotoa, lakini pia hapo hapo utakuwa unachangia kwenye ukuaji wa uchumi wa mkoa wa Morogoro na watu wake. Kwa hiyo mimi binafsi mkuu wa mkoa wa Morogoro, nawaomba wananchi wa Morogoro, maeneo jirani, watanzania wa mikoa jirani kufika na kushiriki kwenye maonesho haya muhimu ya mkoa. E, ushiriki wenu unachangia kukuza biashara za ndani, biashara za wajasiriamali Eh, na tunapokuza biashara biashara za wajasiriamali mali kuna element za za ubunifu na ule ubunifu pia unatokana na ushindani miongoni mwao, na ushindani na ubunifu kwenye vitu vizuri, maana vinazaa vitu vizuri zaidi. Kwa hiyo naomba naomba niwasihi wananchi wa Morogoro eh, na haswa wenzangu wa vyombo vya habari eh, mpeleke ujumbe huu, kwa maonesho yenyewe yanaanza tarehe ishirini mpaka tarehe ishi, thelathini na ufunguzi rasmi tarehe ishirini na nne mwezi wa kumi na moja saa tatu asubuhi, inafanyika uwanja wa Jamhuri Morogoro. Ni sehemu unique kwamba eh, katika yote haya, lakini sisi Morogoro ni kitovu cha uzalishaji wa kilimo, lakini pia ni sura ya ile Tanzania ile yenye yani, amani, utulivu, kuheshimiana, kuvumiliana kustahimiliana. Kwa hiyo in the branding of Morogoro unaitangaza una, una Morogoro kwa mambo yote kwa pamoja. Tuna zaidi ya watu mia mia, mia moja tisini na nane ambao wamethibitisha kushiriki maonyesho ma, ma, ma haya lakini kati yao tunashukuru sana wajasiriamali wako wengi zaidi ya mia moja hamsini na sita wamethibitisha, na pia kuna taasisi za umma ambazo ziko kumi na saba. Kumi na saba nazo zimethibitisha ukiacha wafanyabiashara wale wakati na wengine ambao ni zaidi ya 32 na wamethibitisha. Kwa hiyo kuthibitisha Mheshimiwa mkuu wa Mkoa, kauli yako ya leo itasababisha wale waliothibitisha na ambao hawajalipa basi waweze kuona kwamba tukio hili ni la kweli kwa sababu ya sauti yako.